Manispaa ya Morogoro, mwenge wa uhuru utakimbizwa umbali wa kilomita 91.4 na utatembelea kukagua, na kuona miradi tisa yenye thamani ya shilingi bilioni 1.82. Kwa kweli changamoto hii ilikuwa ni kubwa sana ya wananchi, tumeona hapa taarifa imesema, lakini pia tumejionea picha mbalimbali, ambapo barabara hii ilipokuwa huko nyuma kwa kweli ilikuwa ni changamoto na wananchi walikuwa wanapata shida, lakini leo hii wananchi wetu wamekuwa wakisafirisha mizigo yao kwa haraka, lakini pia hata wao wenye wao kupata huduma imekuwa ni mepesi. Kwa kweli, ndugu wananchi, hii ni jitihada ambazo zinafanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wahisani mbalimbali, na ndio maana Daktari Samia Suluhu Hassan anasimama kila eneo la dunia hii kuweza kupambania wananchi wa Tanzania ili waweze kupata maendeleo. Kwa kweli wananchi, ongereni sana kwa jitihada hizi ambazo mmezipata ili kuweza kufanikisha malengo yenu pamoja na harakati zenu, mwenge wa uhuru Amen. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi kiukweli mwenge wa uhuru umefika katika eneo hili, sisi vijana sita ambao tumekuwa dhamana kukimbiza mwenge wa uhuru ndani ya halmashauri 195 Tumekagua ubora wa barabara hii, tumekagua viwango vilivyotumika juu ya ujenzi wa barabara hii, na mwenge wa uhuru umeridhishwa na ujenzi wa barabara hii na upo tayari kuzindua barabara hii ili wananchi waendelee na harakati zao. Ombi langu kwa wananchi, ombi langu kwa wananchi wa eneo hili, tuendelee kuitunza barabara hii kwa kuisafisha, lakini pia kwa kuiangalia vigezo vyote ambavyo, na yoyote ambaye atatoa uvunjifu wa amani katika ujenzi wa barabara hii kwa kweli serikali itaendelea kusimamia na kumshughulikia mtu wa aina hiyo, maana fedha nyingi zimetumika juu ya ujenzi wa barabara hii, na ndiyo maana leo hii mwenge wa uhuru umefika na umemurika juu ya uzinduzi wa barabara hii. Ombi langu kwa wasimamizi wa barabara hii, tumetoa maelekezo ambayo wanahitajika kufatwa. Niwaombe sana ndugu wenzetu wa TARURA waendelee kusimamia maelekezo ambayo mwenge wa uhuru imetoa na naamini juu ya ufanisi wao na uchapakazi wao barabara hii itaendelea kutunzwa chini ya usimamizi wao. TARURA wameshiriki kwenye usimamizi huo ili barabara tupate madhubuti katika maeneo haya. Ni kweli barabara hii imekuwa na msaada mkubwa kwa wananchi wa maeneo haya, wanasafirisha ya mazao yao, vijana wetu wa bodaboda wanapita kwa wepesi, lakini njia zimekuwa nyepesi na uchumi umefunguka kupitia barabara hivi hii. hii barabara nadhani ilikuwa sio iko hivi, ilikuwa mbaya sana. Kwa sasa hivi barabara imekuwa nzuri sana. Sisi ambao tunatoa usafi wa bodaboda tumejisikia raha, ambao tunapita kwenye barabara ambayo imekamilika iko kama hivi. Tumependezwa na hii jambo, kwa hiyo tunaomba tu mama zili kusaidia kama hivi, mababa yote ya mitaa ipendeze kama hivi. Changamoto tunakuta inaisha kuliko tunapopita kwenye matope, haina barabara, hata magari ya watu unakuta hayapati nafasi vizuri, kwa hiyo mwanzo tulikuwa tunapata changamoto ya uharibifu wa barabara kwa sababu mvua ikinyesha, hii barabara ilikuwa ipitiki. Cha kwanza pia ilikuwa ni shida sana. Cha kwanza tunashukuru sana kiukweli kwa hii barabara iliyotengenezwa, alafu pia tunapendekeza wamalizie tu sehemu ambazo zilizobaki. Hatuna cha kusema zaidi ya kusema asante sana, nashukuru kwa barabara.